Um, tulikuwa tuko sawa kitambo sana. Mm. Yeah, tuko sawa kitambo sana. Um, hivyo tu. Okay, na ni sawa kimahusiano kama kawaida masawa tu kwa sababu na sisi haina haja ya kununiana au kugombana au kutokuongeleshana. Tupo sawa. <laughs> Kwangu, um, hii ni mara ya kwanza. Mm. Mara ya kwanza Um, nimeamua tu kwa mwaka huu birthday yangu ni nisherekee kwa utofauti kwa sababu hii ni mara ya pili birthday yangu inatunduka kwenye mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Kwaresma pia. Kwa hiyo nikaona ni mwezi wa toba, ni mwezi wa kumwomba Mungu, ni mwezi wa, wa kutu, utulivu. Kwa hiyo nikaona ah, siku yangu ya wa kuzaliwa acha ni nisherekee na watoto wenye mahitaji nikae nao kama hivi, tumekula wamefurahi, muda si mrefu wataenda nyumbani, hivyo kama kuna juzuu na hapa msaada kidogo ambacho naweza pia nitatoa mm. katika vituo vyao. Okay. Mm, yeah. Ambapo ni vituo vingapi? Vituo vi... watoto ni mia, watoto viwili mm. Kwa msimi, kwa msimi. Moja kipo Kigogo, mwingine kipo Wazo. Okay. Mm. Na pamoja na hii usherekeaji huu mm. kuna mtu mwingine yuko ama ni wewe kama wewe? Kwa sababu pia tumemwona Chimama pale na kamana anaye amesupport ama ni wewe kama wewe? Ah, unaona wamekuja ni wageni waalikwa wamekuja kusupport siku yangu ya kuzaliwa mm. Um, ni, ni watu wangu wa karibu. Kwa hiyo Chimama pia ni mtu wangu karibu amekuja kuni support na leo ni birthday yangu. Kuna chimama kuna kina watu kibao tu. Kwa hiyo ni siku yenye furaha tu kwa ni mimi mwenyewe. Sijaona kaka zako nani? Frank Knows pamoja na Vunja na Vunja Bey, nafikiri Vunja Bey yupo. Vunja hmm. Bey alikuwa hayupo. Niliongea na Frank pia akaniambia anakuja, watu wengi pia wanakuja na wako kwenye foleni na nini na futari, unajua futari ni, ni mapema kufuturu saa nne najua abongo, lakini mimi nafuraha yangu tu, nilikuwa nikaa na watoto ndio kitu ambacho nilikuwa natamani taman. Sawa Whozu, labda pengine mtu anaweza kaona hizi interviews akajiuliza kwamba Whozu amefanya hivi na kiimani kounafamu pia ni, ni Mkristu akajiuliza mara mbili mbili, anaitwa Oscar, amefanya hivi anaonekana na mavazi ya kiislamu na nini, labda tunaweza tukamwambiaje? Mi um, dini yangu ni ya Kikristo, mimi ni Mkristo, naitwa Oscar, lakini kuvaa hivi haimaanishi kwamba kuna ubaya. Mungu wetu ni Mungu mmoja. Mungu anayemwomba mtu anayemuislamu akimwomba Mungu na Mkristo anayimu, Mungu ni huyo huyo mmoja. Nimependa tu mi napenda ma, ma, yani, napenda u, u, u, u, nini tuseme Uislamu eh, yani hivi na, napenda mavazi ya Kiislamu jana eh, na, na, sindo ulisema unaitwa Waziri. Waziri ni Muislamu. Walidi walidi. Eh e, majina ya utani, majina ya utani. Haukuwa umebadilisha dini. Hapana, ngo sijabadilisha dini. Mimi ni Mkristo. Ilikuwa ni katika kuulizwa kwamba mkioana na chemama utamfuata dini yake akasema lazima mimi ni walidi and all that. Mipango ya ndoa iko. Ah, swali lako gumu. Mimi nahisi kama leo tuzungumzie tu mambo um, tuzungumzie birthday yangu tuzungumzie kufurahi na watoto. Tuzungumzie, tuzungumzie wageni walikwa eh, kwa nini mmewaza hivyo, lakini mambo ya ndoa nadhani tutazungumzia yeah. siku nyingine kwenye hiyo la birthday, mm. hiyo la birthday yeye ni moja wa watu waliokuposti na umeonyesha kufurahishwa na uka comment vizuri, lakini hapo awali ilionekana kama hamko sawa, na ukatunga ukatoa wimbo watu wakahusishanisha na kwamba na situation mliokuwa mnapitia mm. kwamba hamkuwa sawa kwenye issue za kimahusiano, tafsiri iko hivyo hivyo, kwamba hii birthday leo ndio inaenda kumaliza hayo maneno yote ama vipi? Um, kutoa wimbo wa moyo, uh, kwanza ni, ni, ni, ni wimbo favorite wa Shimama na um, sikutoa kwa sababu sipo kwenye atupo kwenye hali nzuri, hapana. hmm. Ni wimbo kwanza yeye mwenyewe anaupenda. hmm. Anaupenda sana na t, um, tulikuwa hatupo sawa lakini nashukuru Mungu. Unajua, kwenye mahusiano kuna ups and down, hivyo vitu mm. vinatokea, lakini kwa sasa hivi we are okay, mm. we are are okay good, nashukuru Mungu. ni birthday ndio Sipu... imesababisha ama ni ilikuwa hivyo before birthday ya leo? Um, tulikuwa, tuko sawa kitambo sana ilikuwa mm. yeah, tuko sawa kitambo sana um hivyo tu okay. <laughs> na ni sawa kimahusiano, kama kawaida masawa tu, kwa sababu na sisi, haina haja ya kununiana au kugombana au kutokuongeleshana. Tupo sawa <laughs> La, la, lakini Whozu uh, mara nyingi mahusiano yenu ya yamekuwa na migogoro mara kwa mara sana, kwenye mitandao tunakutana nayo na nyi masta mnajulikana, inabidi tukuulize Whozu watu na namna, kwa sababu watupata nafasi kwa ajili ya kuzungumza na wewe, lakini pia leo tunapata nafasi mahusiano yenu wewe na chimama yameonekana like mmekuwa ni watu wenye migogoro sana sana. Kwa nini imekuwa hivi na yani vitu vinaenda kwenye mitandao? Kwa nini sio mnasolve, yani ile like, kifamilia mkayazungumza yakaisha? Ah, <laughs> ah, Tunawaona kwenye tunamjua ni namba moja kabisahimaa ana kipaji cha kuigiza mtu mbaya kabisa, hmm, kabisa. Iko hivoasawa so, na, na, na jusikati tulimona shimama akasema anapitia kwenye mazingira magumu yani, o kwenye kipindi kigumu, watu wakahusisha kwamba pengine labda wewe umemkwaza kwenye hili ambalo ile ambayo ilienda kwenye mitandaoni ikionekana kwamba kipindi kigumu inahusiano gani na kila naani na kiufupi Shimama, project nyingi sana zinakuja mwaka 2025. Nadhani yeye alikuwa anafanya nafanya ya movie yake mpya, kuna kufanya akijisikia, yani akijisikia kufanya anajisnap mazoezi na hivyo. Anapenda, huwezi kumzuia, ilikuwa ni moja eh, kupishana. Bwana, shida ilikuwa sijui. Yeah. Yeah. Uh, Whozu, kwenye siku hii muhimu yako ya kuzaliwa umeungana na watoto wengine. Nilitarajia kumwona mama mtoto wako pamoja na Lola wakisherehekea na wewe pamoja, mbona uko uh, mwenyewe? Nadhani Lola yupo Moshi. E, Lola yuko Moshi, alienda kubatizwa, tumembatiza wiki iliyopita kwao, bado yuko Moshi. na na ulishiriki kwenye shughuli ya ubatizaji? Ah, kwa kwakuwa nilikuwa niko niko nilikuwa niko mkoani na mimi mm, kwa tabora mm, kachelewa kurudi, alafu ndio nimerudi nikaingia uwanjani mm, mechi uh, ocheza cheza, yeah, yeah, kila kitu kilienda sawa, namshukuru Mungu. Mtoto wangu amebatiza, anaitwa Grace Lola Oscar. Sawa. Ile ile Grace Lola Oscar amekuuliza swali zuri la mama mtoto wako. Iliwahi kuonekana kwenye mitandao ya kwamba akiwepo mama mtoto wako, basi inaharibu kwa Wema, kwa sababu hata mara mwisho alisema ya kwamba mmeachana na Wema, umeenda kwa mama mtoto wako, kitu ambacho watu walisema mitandaoni. Kitu ambacho, ambacho na imani hata yo kilikukwaza? yeah, kinanikwaza kwa sababu hmm. Uwezi kumzuia mtu kuongea, yani uwezi kuzuia mashabiki mm, au watu kwenye peji za, za, za, za udaku kuongea wanachotaka. Kwa hiyo mm. hata mimi mwenyewe nilikutana nayo nilishtuka, kwa sababu sio kitu nachokijua mm. kwa kiufupi tu um, maisha yashaendelea. mm. kila mtu ana maisha yake. mm. na sijui chochote kinachohusiana na yeye kwa sasa hivi zaidi ya ma, ma, malezi ya wa lakini, wa, nafasi, nikyo, mtoto wangu, lakini namshukuru, ananipa nafasi nikiwa namtaji mtoto nampata mm. kwa wakati Um, taarifa zote za mtoto za napewa najua, kwa hiyo it's okay. mm. na mi na mheshimu daro sasa sijajua mm. kama yaani siwezi kufanya, haiwezekani, ishaisha sawa. Nimesikia leo maana moja ya zawadi ambao umewapatia watoto ni majuzuu mm. najua juzuu inawezeka ni kitabu kii kwa imani nyingine hivi kupata hiyo akili ya kusema ununue juzuu ama kuna mtu alikupa hiyo? Nafuatilia mambo ya imani, nafuatilia mambo ya dini pia huko mm, kwa upande wa Uislamu na kwa upande wa, wa Kristu mm, sio mbaya. Kwa hiyo nimetoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu, naomba maombi, Mungu atanisaidia, naamini pia. Ngapi umenunua? Nunua kama watu wa mia, nimenunua hizo mia Eh. Mm. Whozu hii ni birthday yako ya kwanza wa ukiwa kama mtoto aliyekuwa kwa maana ya unajitegemea uko nje ya lebo. Uh, pengine watu wangetamani sana kusikia kauli yako kwamba baada ya kutoka kwenye lebo uh, pengine umepata management mpya utaratibu wako wa kwa kufanya kazi hukoje? Mimi naomba hilo nilizungumzie, kwa sasa hivi ni independent artist. Um, sipo kwenye lebo yoyote eh, nawashukuru walionilea, mpaka nimefika hapa n nipo kwenye mipango mizuri na mipango sahihi. Kwa hiyo baada ya Ramadhani nafikiri vitu yeah, vyote vitaanza ku flow. Okay. Yeah. so, I have to ask uh, kila alichokiandika vunja bei, kuna baadhi ya watu walihisi kama ulileta dharau fulani, au pengine kuna namna mkubwa mkubwa. Yeah, mm. hata yeah, aandike kwamba mimi si yani, aandike chochote ule ni ni mkubwa kwangu. Yaani ni, ni, ni kama mshua amenisaidia kwa kweli, na, na, na, na, na, na kila alichokisema baba Levo kwamba ukishauriwa tu kuhusu mapenzi unatoka kwenye Levo. Kumuelewa kwa baba Levo kwa pale. Mm. Sikuelewa alikuwa na maana nini. Kwa hiyo mimi napenda utani sana na baba Levo, alikuwa labda anajaribu kunitania e, <coughs> lakini, lakini kote kuko sawa. Eh, we are okay. Yaani everything kiko sawa kwa ndugu zangu, mahusiano yangu, mziki wangu, hivyo. Kila mkio kitu kiko sawa. Eh? Eh, Au nimesikia vibaya mke wangu. Eh, mahusiano yangu mke wangu Okay, unatarajia una No comment, hivi Mike hizi. Unaongea, kum tena. Kisehema okay, kununwa mimi nataka kusikia kuhusiana na ngoma yako kati yako we na Whozu uh, Zuchu uh, Last time ulitoa ngoma na Zuchu na ngoma ilitoka audio tu. Uh, at the the end of the day, ilitokaui tuhh hatukuona video. Kitu gani kilitokea video isitoke uh, changamoto tu za kimuziki lakini... Uh, sijui nisemeje ma, ana. Ni changamoto tu za kimziki. Mbona mbona mm. Ana ana mm. Nao eh? Sawa. Mbona nilikataa labda pengine nyimbo isitoke ama nini? Hapana, management haijakataa wala chochote. Ni issue tu za kimziki, ni mambo tu hayakukaa sawa lakini nyimbo inafanya vizuri, hata ile video tu ni viewers milioni 6 si milioni ngapi? Ufafanua vizuri kuhusiana na official video. Yaani ni misunderstanding tu kibiashara kimziki, eh yaani kati yangu mimi na Basata na Zuchu. mm. Ah, kumbe ni mimi ya Basata. Ei, Basata. Yani, ch, ch, aa, aa, aa, okay. Eh, mambo Chimama chimama huyu hapa. Okay. zuchoabaa basi sawa. Nafikiri watoto wanatoka mm. Kwa tukwache kidogo kagane na watoto. Ah, poa.